Wizara ya Mifugo na Uvuvi imezindua mfumo mpya wa kidijitali huitwayo PFZ app unaolenga kuwaleta wavuvi na wachuuzi urahisi wa kupata taarifa kuhusu maeneo bora ya kuvua samaki baharini kwa kutoa taarifa mbalimbali za hali ya hewa. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dk. Edwin Mhede, amesema mfumo huo unatarajia kuongeza ufanisi na shughuli za uvuvi kwa kutoa taarifa sahihi za haraka kwa wavuvi, hali inayoweza kuleta mapinduzi makubwa katika sekta ya uvuvi. Huu mfumo mheshimiwa DC na mkutano wote, unaleta impact, unaleta matokeo chanya kwa asilimia 55 maana asilimia hamsini na tano, unapokuwa na uhakika bila kubashiri, maanake ni kwamba wewe unapoenda kuvua utarudi mikono mitupu. Na ndugu mwenyekiti Nasoro Mbaga, sikusikia ukisema kwamba baada ya kupata taarifa hizo ulikuwa unaenda unarudi unasema hakuna uvuvi. Lakini tafsiri pana ni nini? Unapokwenda kufanya uvuvi wa kubahatisha, moja, utatumia muda mwingi, maana haujui unaenda wapi, ila tu unaenda tu na pengine ni hapa, pengine ni pale, halafu ukienda hukute au unachokusudia kukitafuta, maana lazima ukitafute kulingana na soko. Sasa huu kanda huu, tunajua samaki wanaopatikana wengi, nimepewa hapa, ni kolekole, kuna tasi pamoja na changu. Sasa unaenda kuvua ukijua, soko langu mimi ni la changu, mfumo unaweza kwa kuguidi kwamba changu anapatikana kwa wingi sehemu gani. Unataka kolekole kwa soko lako, unatakiwa upelekwe wapi. Wewe mwenyewe ukisema tu uende kwa uzoefu, ni kweli kwamba uzoefu unaweza kusaidia, lakini hauwezi kuwa na tija ikilinganishwa na kutumia teknolojia kama hizi za kisasa. Sekta hii imetajwa kama ni moja ya sekta ambayo tunapaswa kuimarisha na hususani kwenye eneo la masoko, hususan kwenye eneo la masoko. Na ili tufanye hivyo, hiki kinachofanyika cha mifumo ni kurasimisha, ni kuwarasimisha zaidi wavuvi, na tunapowarasimisha wavuvi taarifa zao tunazipata kwa urahisi. Tunajua wanachovua kwa siku. Tunajua thamani yake ni kiasi gani. Tunajua returns wanazozipata. Hapa sasa ndipo Mheshimiwa DC alichokuwa anasema ile mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri, mkurugenzi, ile mikopo hapa sasa utakuwa na, kwa sababu anakuja mtu anayekopa kuingia kwenye ile eneo taarifa rasmi tunakupa unazo. Kwanza wewe ni subscriber kwenye mfumo. Yaani wewe mwenyewe akija tu na mtrace ni huyu hapa. Huwezi kufanya biashara na mtu ambaye hufahamu. Na kumfahamu sio kama tunafahamiana mimi na mheshimiwa Mpogoro. Kwa hapa tunafahamiana. Ah, kwenye biashara namba zinasema nini? Sasa mfumo utakupa uwezo wa kutunza kumbukumbu sahihi za kile ambacho unakipata. Kwa hivyo nitoe nitoe rai na wito kwa wavuvi wote mlioko na walioko nchini. Tujiunge na mifumo hii kwa sababu tutapata ta, tutapata taarifa zenu rasmi na hivyo taasisi za fedha au taasisi mbalimbali ambazo zinasapoti maendeleo ya sekta zitakuwa na wepesi wa kuweza kuwasikiliza na kuwasaidia kwa upande wake mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam El Huruma Mabelia amesema kuwa serikali imetenga shilingi bilioni mia tatu kwa ajili ya ukarabati na uboreshaji wa soko la kimataifa la samaki la feri tutakwenda kuhakikisha tunasimamia utendaji kazi mzuri ambao utatafsiri malengo ya Mheshimiwa Rais lakini malengo ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. na makusanyo ambayo tumepanga katika bajeti ya 25, 26 ni kuhakikisha kwamba tunakwenda mia na 40, mia na 50. Hiyo ndo lengo. Hivyo kitendo hiki ambacho umekuja kwetu sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam ni fahari, kutokana na maagizo ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha tunasaidia wawekezaji wetu, tunasaidia wafanyabiashara, tunasaidia wavuvi ili wapate mapato ya kutosha. Kwenye mapato hayo na serikali sisi kama halmashauri ndipo tunapata mapato mengi. Nao baadhi ya wavuvi wa soko la Feri wanatoa neno kwa serikali. Sisi tulikuwa tunabahatisha kwenda kuvua. Lakini baada ya kusoma masomo hayo kwa kutumia nchi za wenzetu, serikali imeona na sisi itufanyie kama inavyofanya nchi nyingine. Kwamba kwa kutufanyia mfumo rahisi wa, wa uvuvi kwa kutumia mitandao ya simu zetu bila gharama kubwa na bila kujiunga kwa kutumia hela, ili serikali imejitoa kwa ajili ya kutaka kuingiza mapato na kuwawezesha Watanzania wavuvi wawe katika hali ya juu kama inavyotegemewa katika nchi nyingine. Sasa mfumo uliotengenezwa na serikali kwa wavuvi na hata wafanyabiashara ni mfumo pendelezi, yani mfumo wa kuwapendelea wananchi wao. Moja, nilikuwa natoka hapa boti naenda mpaka Kizimkazi, muda mwingine unarudi umepata dagaa, mchele ndio kumi, mafuta umetumia laki tatu unauza unapata laki na elfu ishirini au unatoka unaenda mpaka Fungu Mbaraka, unapotea samaki upati. Lakini sasa hivi kwa sekta ya mfumo wa digitali, nitakapobonyeza bonyeza msimu yangu, nitakapoelekezwa na kupajua sehemu nitakayoenda, nina uhakika nitapoteza masaa matatu manne, lakini nitarudi na kipato cha samaki ninawahitaji, na nitakuja kuwauza vile ninavyohitaji, na nitapata rasilimali ile ninayohitaji na mapato ya serikali yatakuwa vile inavyohitaji serikali kwa wananchi wake, na serikali inaweza kuwajali wavuvi, wapewe meli za kuvulia, sio viboti vidogo vidogo hivi. Kila siku itakuwa tunanunua madagaa tu, hamna samaki, na samaki wapo wengi tu, haweishi. Kwa hivyo changamoto ni hilo, vifaa vya kuvulia hatuna. Mm. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na X. Daily News Digital, Leila Mary.